Mama alikuja kulea mtoto omugo, kisha akaanza kufanya haya na mume wangu. Episode 2. Hodi iligonga tena taratibu sana, kama vile mtu anataka kujua kama nimelala au la. Moyo wangu ukaanza kunienda mbio, nikakaa kitandani haraka. Mtoto alishtuka kando yangu, akalia kidogo. Niligeuza uso kuangalia upane wa Ochu kitandani, ulikuwa hayupo. Nilibaki nimeketi pale, nimeganda Nikaandalia saa ukutani, saa sita na dakika arobaini na sita usiku. Nani anagonga hodi usiku huu? Nikatoka kitandani kimya kimya, nikijifunga vazi langu la usiku. Sakafu ilikuwa baridi. Niliponyata kuelekea mlangoni, nikasikiliza kwa kuweka sikio kimya, kisha kwa mbali nikasikia hatua za miguu zikiondoka kuelekea sebleni. Hali haikuwa shwari. Asubuhi iliyofuata sikumwambia mtu kuhusu yaliyotokea. Mama alikuwa mchangamfu kama kawaida, akiimba taratibu wakati anamwogesha mtoto. Ochu naye alionekana kawaida, alinibusu akiahidi kurudi nyumbani mapema, lakini moyoni mwangu nilikuwa na wasiwasi sana. Nilitumia siku nzima kujipa moyo kuwa si kitu, labda Ochu alikwenda kuchota maji, labda mama alihitaji kitu labda mimi ndiye nimekuwa na wasiwasi mwingi tangu nijifungue, lakini ndani kabisa sikuwa naamini. Usiku huo baada ya kumlaza mtoto, Ochu alipendekeza tuangalie tv sebuleni. tumepumzika muda mrefu, alisema. Umekuwa na mawazo mengi siku hizi. Hakuwa amekosea, nikakubali. Tuliketi kwenye sofa, mwanga mdogo kutoka kwenye tv ukaangaza chumba tulikuwa tunaangalia vichekesho na kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi nikatabasamu. Ochu akanyosha mkono na kushika wangu. alisema polepole, inafurahisha kurudi kuwa pamoja tena. Nikatikisa kichwa, nikaweka kichwa changu begani kwake, ndiyo kweli. Tulikaa hivyo kwa muda tukifurahia ukimya, filamu na ukaribu wetu mpaka tukasikia sauti ya maji yakisimama kutoka kule mama alikokuwa. Mama alikuwa amemaliza kuoga. Nilijaribu kutofikiria sana, lakini dakika chache baadaye, mama akaingia sebuleni, nikashtuka. Alikuwa amevaa gauni fupi la kulalia, yani nightgown ya hariri rangi ya waridi. Nywele zake zilikuwa zimeloa na kuachwa wazi zikimgusa mabega. Harufu kali ya manukato yake ikaenea hewani. Alisema, ah, watoto wangu bado mko macho? Ochu alitabasamu kwa heshima. Tunaangalia filamu kidogo kabla ya kulala. Mama akacheka. Ngoja nijiunge nanyi basi. Sijaangalia filamu na vijana muda mrefu. Kabla sijamjibu, akakaa kwenye sofa, moja kwa moja karibu na Ochu. Mimi nilikuwa upande wa pili. Kwa hiyo sasa Ochu alikuwa katikati yetu. Nikajisogeza kidogo nikitaka kumpisha, lakini akatikisa mkono wake kwa utani. Ah, jamani, sisi ni familia. Akacheka kwa nguvu kwa kitu kwenye TV na akasogea mbele, bega lake likimgusa mkono wa Ochu. Niliisikia tena harufu ya manukato yake. Alipokuwa akicheka alirudisha kichwa nyuma na kuweka mkono wake kiholela tu kwenye paja la Ochu. Ilikuwa sekunde moja tu, lakini niliiona, tumbo langu likajikaza. Ochu alionekana kuganda, lakini hakusema chochote, na mama aliendelea tu kucheka Macho yake yakitazama TV kama vile hajatenda jambo lolote la ajabu. Nilijaribu kuupuuza nikijipa moyo kuwa ndio tabia yake tu ya kucheza. Mama alikuwa anapenda sarakasi anapocheka, labda hakuona hata alichokifanya. Bado sikuweza tena kuangalia TV. nilibaki tu nikiuangalia mkono wa mama ukiwa kwenye paja la mume wangu, na hata ingawa aliutoa wakati huo ulibaki akilini mwangu. Hali haikuwa shwari. Kuna kitu kimebadilika, na nilikuwa na hofu kuhusu kile kinachoanza kutokea. Itaendelea.